Tunatambua vema kwamba mwaka huu 2025 kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mwaka wa uchaguzi. Kwa maana hiyo, tuendelee kuliweka vema katika mikono ya Mwenyezi Mungu taifa letu la Tanzania ili liweze kupita salama katika kipindi hiki na mwisho wa siku tuanze upya tena safari ya miaka mitano kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo Taifa letu linatamani kuweza kuyatekeleza. Ni kuombeni pia endeleeni uzalendo, kama vile walimu walivyowafundisha katika shule hii kwenye masuala mazima ya uzalendo. Mwendeni mkaendeleze uzalendo hasa katika kulilinda taifa lenu, hasa katika kukemea vile vitendo ovu ambavyo vinaweza vikasababisha machafuko kwa taifa la Tanzania, kwa sababu amani tulionao, wapo watangulizi ambao walivuja jasho na wengine walitokwa na damu. Kwa hiyo twendeni tukalilinde taifa letu kwa kukemea vitendo viovu, kwa kukemea mambo mabaya yote yanayoweza kulipeleka taifa katika machafuko.